Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii bwana. Hii leo bwana, inahusiana na kitu ambacho amekiandika huyu hapa, si mwingine bali ni mwanadada ambaye ni mfanyabiashara maarufu tu hapa Tanzania, anakwenda kwa jina la Niffer. Niffer bwana, kuna hii habari ambayo ameiposti katika ukurasa wa Instagram, ikiwa watu wengi sana wanamfuatilia bidada huyu, ni kwamba ameandika kuhusiana na baadhi ya vitu au zahma ambazo alishawahi kukutana nazo huko awali. Na Niffer bwana ameandika hivi siku kama ya leo, akiwa ameambatanisha na picha zake ambazo zinamkiwa analia kama vile yuko sehemu kama sio kituoni basi ni sehemu fulani hivi dukani au somewhere else. Sasa ngoja nikusomee hii story ili uweze kuelewa kwamba Nifa alikuwa anamaanisha nini kwa hiki ambacho amekuwa amekiposti. Nifa ameandika kwamba siku kama ya leo mnamo mwaka 2020 nilikuwa natoka Kariakoo kusagula mizigo, mvua kali ilikuwa inanyesha. Ile nimetoka tu. Hmm, akaendelea hapa, Nifa Nikasema leo sipandi daladala, napanda bodaboda boda chapu ni wai dukani, hapo kuna wateja wananisubiri. Kwenye aya nyingine akaendelea kuandika kwamba nikakubaliana na boda bei, nikapanda ili nakaribia kufika, ili nakaribia kufika boda akanibadilishia gia hewani, badala ya elfu nne akasema nimpe elfu saba Hapo hata hatujafika, ndo tuko Mwananyamala, Mwananyamala A karibia na kwa manjunju halipoku, lilipokuwa duka langu basi, nikamgomea kozi, kozi, siongezi hela nikamgomea kuwa siongezi hela, akanishusha kwenye mvua, nikamvuta, tukaanza kurushiana ngumi, daladala zikasimama mm, kutuamulia na watu wa jirani pia, kumbe katika ule ugomvi na watu kunizunguka, kuna mtu akapita na ule mzigo wangu wa dukani niliotoka nao kununua akasepa nao. sekeseke seke limetulia nikaanza, ku, nikaanza kutafuta mzigo, nikaona mzigo haupo. Viatu sina, nikatembea kwa miguu mpaka dukani. Hapo mzigo ameshaiba. Du, dukani nilikuwa nime nilikuwa nime, nimechukua mtaji wote na faida ndo nimeenda kununua ule mzigo mpya, na nilikuwa nalala humo humo dukani nilikuwa nalala humo humo dukani wateja nilikuwa nalala humo humo dukani, wateja wakiisha, yaani, kuna muda wezi walikuwa wanakuja kuvunja mlango wananikuta nimelala ndani, mpaka nikawa rafiki yao ameandika hivyo yani. Hii ni historia ya maisha yake, na hususan siku ya jana ndo alikuwa amekumbuka hiyo siku ambayo alishawahi kuchukua mzigo, alishawahi kuchukua pesa zote za dukani yani, kuanzia mtaji na faida akaenda kununua mzigo mwingine ili ajazungushe tena dukani, lakini kwa bahati mbaya ndo hivyo bodaboda boda akataka kumchaji hela tofauti na walivyokuwa wamekubaliana. Walikubaliana elfu nne bodaboda akawa anataka elfu saba. Nifa akagoma. Kwa hiyo kwenye kushuka pale bodaboda akamshusha pale pale, ndo akaanza kuvutana na nini. Wakati wanavutana na kupigana, ndipo kuna mtu akamuibia ule mzigo ambao alikuwa ametoka kununua dukani, mzigo ambao alikuwa amechukua mtaji na faida kwenda kununua huo mzigo, umeona bwana. Kwa hiyo mzigo uliibiwa, umeona. Na anasema kwamba kwa, by the time alikuwa analala mule mule dukani, yani alikuwa ana sehemu ya kulala, alikuwa analala umo umo dukani kwake. Haya. Nadhani hii ndo mara ya kwanza kabisa Nifa ameamua kufunguka kuhusiana na hii situation. Haya, kuna mtu mwingine akaendelea hapa Nifa kuandika kuhusiana na hiyo historia yake, akasema kwamba na ndio maana hakuna kitu duniani kinaumiza moyo kinanikera kama wizi, dhulma, sababu nilishapitia huko, leo hii nisimame, eh, nisimame kumuumiza mtu kwa dhulma. Ah, Mungu na aninyang'anye vyote nilivyokuwa navyo maana vya dhulma havikaagi, na ndio maana mimi najiulizaga Mungu anaendelea vipi kuwabariki wa China ikiwa watu wana, ikiwa watu wanaongoza kwa kutia watu hasara duniani. Anyways, kuna watu wakiona tunacheka tunaishi, tunacheka tunaishi na wanavyoona tulivyokuwa navyo wanaona kama vile hatustahili kuwa navyo, na ndio maana ni rahisi kusimama kokote wakataka kutuchafulia majina na kutuua kabisa, ila yuko Mungu na wateja wenye mioyo safi. Wateja wangu wote mliokuwa mnanisapoti kuanzia nina duka manjunju mpaka koma koma, na mpaka leo hii, kindly usiache kutuma meseji na meseji na muamala wako au ushahidi wowote kuwa uliwahi nunua kitu dukani kwetu, hata meseji za DM eh, au kama uliwahi kuagiza na sisi. So hicho ndicho ndi kitu ambacho amekishare Nif, akiwa anawaambia wateja wake ambao wa kitambo hicho walikuwa na msapoti tokea huko zamani. Ameona, amesema hapa kwamba usiache kutuma message au mwamala wako au ushahidi wako wowote ule ambao unaonyesha kuwa uliwahi kununua kitu dukani kwetu hata message za DM, au kama ulishawahi kuagiza na sisi China, Dubai au South Africa, wewe njoo tu, especially wale ambao mlipata changamoto yeyote ile na tukasolve. Please, come, let's celebrate kidogo pamoja, tumepitia mengi. Nifa akaendelea kusema kwamba hii iftari nimeiandaa, tule pamoja, tufutu, tufurahi tujifunze na tuongee mengi mno. Hii ni kwa ajili ya wateja wangu tu, nawapenda sana, so Nifa aliandaa futari, anaandaa futari kwa ajili ya yeye na wateja wake wale wa kitambo hicho, unaelewa eh? Eh, so ameshare pia picha mbalimbali zikiwa zinamuonyesha akiwa analia. Hapa alikuwa amerudi sasa dukani baada ya kuvutana huko na E, baada ya kuvutana na huyo bodaboda na kuibiwa mzigo baada ya, na huo mzigo wenyewe ndo kama alivyoelezea kwamba alichukua pesa yote ya mtaji pamoja na faida akaenda kununua mzigo mpya, mzigo ndo hivyo umeibiwa. kwa hapa alikuwa amerudi maskini ya Mungu dukani akiwa yuko peku analia e, kama unavyomuona, so ni moment ambayo yeye mwenyewe ameshare na mashabiki zake mtandaoni waweze kujua kule alipotokea na kama kuna mteja wake ambaye alishawahi kufanya naye biashara tokea kitambo. Hiyo amesema eh, kwamba anataka waalike wote wakafuturu pamoja, kwa sababu wametoka mbali, so it is what it is. Ni moja kati ya moment ambazo kweli lazima zitakugusa na lakini at the end of the day binti amekaza, na sasa hivi tunaona akiwa yuko very successful, na hata hivyo uaga ayumbi hata kama akikutana na changamoto yeyote ile. Kwa binti, inaonekana kwamba alipoteza mzigo wa mamilioni, lakini akarudi kwenye drawing board, akaanza upya na sasa hivi yuko pale. So ukiwa kama mdau eh, una kipi cha kuzungumza? Maana hapa kuna wadau tofauti tofauti wamekuja hapa kuweka comments zao kuhusiana na hii story ambayo Nifa ameamua kuishare katika ukurasa wake wa Instagram majira ya jana jioni. Bwana, kwa hiyo watu wengi sana wamesema kwamba mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Kusema ukweli huyu Nifa bwana, kama ni kujitafuta, umejitafuta. Mtu akikuonea wivu kiukweli hawezi kuelewa una, anaweza kahisi ni rahisi, lakini na uhakika kuna muda ilifanya, ulifanya vitu ambavyo hata huku uwezi kuadithia. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu mwingine hapa amekuja amecomment ameandika kwamba yani huyu kwa story, eh, imeniliza. Alafu kuna mtu anakuja anakuja ana, ana kununua koji, anataka anunue hela ya bodyline. Okay, kuna mtu ameandika hivyo. So it is what it is. Ni moja kati ya inspirational stories ambazo zimewagusa watu wengi nayo pia. Ukiwa kama mdau, kama imekugusa, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku reply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.